Nitakuelekeza hatua kwa hatua namna na ya kutumia website yetu au application yetu ya givenall.com. Uh, kwa sababu application ya givenall.com pamoja na website vyote vinafanana, basi unaweza ukatumia chochote kile. Ukiingia kwenye website ni sahihi kabisa, utaingia Google utasearch website ya givenall.com, lakini kwa application utaingia Play Store na utasearch givenall.com na utaikuta, lakini pia Uh, sasa hivi tutaingia Google. Tutaenda Google kwa ajili ya kusearch uh, application yetu. Kwa hiyo tutaingia Google. Kama hapa Google tutaandika givenall.com. Hii ni website. Utasearch itakuja kama hapa karibu givenall.com na nini na nini na nini. So bonyeza, uh, lakini utakutana na video pia nyingine nyingi za givenall.com pamoja na Instagram account yetu official utaikuta hapa. Njoo hapa sasa, imeandikwa karibu givenall.com. Uh, utabonyeza hapa. Uh, hapa utakuwa uh, umeingia kwenye hii kurasa au Landing page ya kwanza kabisa. Hii ni home page, inaitwa home page au kurasa ya nyumbani. Hapa utakutana na option zote, lakini pia uh, utakutana na bidhaa. Ukishuka chini kabisa, huku kuna bidhaa zipo nyingi kabisa, utaweza kuchagua wewe unazotaka. Ukija hapa, uh, sababu za kwa nini uendelee kutumia givenall.com. Lakini hapa utakutana na uh, shuhuda za watu mbalimbali ambao wamekutumia, wamekutumia, tumewafanyia bidhaa, tumewatumia bidhaa, kwa sababu sisi tumesajiliwa. Mteja anaweza akatuma Uh, itakuja page kama hii kwa mara ya kwanza ukishaingia wewe utaamua kuchagua unataka lugha gani hapa. Uh, kama unataka Kiswahili, mimi napenda sana Kiswahili, kwa hiyo nitabonyeza Kiswahili. Lakini pia unaweza ukabadilisha language kwa mfano kwa kubonyeza hii eneo hapa English, utabonyeza hapa, utarudisha Kiingereza kama unapenda Kiingereza. Na ukibonyeza Kiingereza, utaona vitabadilika zimekuwa Kiingereza. Kwa mfano kama hapa utaona imeandika products loans lakini products loans kwa Kiswahili ni, ni, ni mikopo ya bidhaa nikibonyeza kwenye Kiswahili itarudi itaniandikia nikishuka chini hapa ya bidhaa so ukibonyeza Kiswahili, ukibonyeza English, kutumia Kiswahili hii website au application hii kwa, okay, kwa mara ya kwanza tumeingia homepage. Baada ya kufika hapa, ukibonyeza bidhaa yoyote kama hivi, utaingia kwenye hii kurasa, hii inaitwa product page Ukibweza hapa utabadilisha picha ya bidhaa, kama bidhaa hiyo na picha nyingi utaziona hapa, kama hazipo hii na bidhaa na picha mbili zinafanana, kwa hiyo hawezi kubadilika. Ukija hapa nakuta maelezo ya bidhaa, utaona kabisa kila kitu kinachohusiana na bidhaa hiyo. Hii hapa imeandikwa hapa lita na nini na nini na nini. Hapa unaweza kaandika maoni yako mwenyewe, hapa maoni Uh, labda unataka kuuliza chochote ya ya ya ya ma hapa hapa, uh, sisi moja kwa moja tutakuelekeza jinsi, labda unahitaji bidhaa itumwe au kuna chochote unauliza au kitu chochote basi, unataka kuchat whatsapp sana hii bidhaa kuna malipo kidogo kidogo ukibonyeza hapa pia sasa hivi hatuja log in haiwezi kuturuhusu nitakuja kuelekeza baadaye jinsi ya ku log in. So ukibonyeza hapa lipia ukishapokea hatuja log in pia chochote kile unachobonyeza sasa hivi mpaka tu log in unaona eh basi hii inaitwa products page. Ah ukibonyeza hapa kijumba itakurudisha huku kwenye home page. So labda nataka fridge nabonyeza hii fridge hapa nitaingia tena kwenye product page. Nitakutana na picha nyingi za fridge hapa utakuwa unabonyeza hapa unabadilisha hizi picha unaziangalia unaona hii fiji. Je, hii fiji ni yenyewe, ni vizuri? Unaona kila kitu, picha zote ziko hapa. Umeona hizi picha ambazo sisi tunasimama na bidhaa kama hii. Hii inakuonesha urefu wa hiyo bidhaa ili kusudi usije baadae ukalalamika kwamba ile bidhaa ulionunua ni ndogo, au sio? Kwa hiyo itakuonesha picha kama hii kwamba bidhaa yako ina urefu kiasi gani, ili kama huko mkoani umeagiza bidhaa, basi usije ukasema, jamani, nataka kurudisha hii bidhaa kwa sababu niliona ni kubwa, kumbe ni ndogo, lakini sisi hata kama ukiwa mkoani umenua kwa bahati mbaya kitu hujakipenda au una shida, yote tuna uwezo wa kukipokea, una uwezo wa kurudisha, unaruhusiwa kabisa kurudisha, kwa sababu sisi ndo mtandao pekee ambao unaaminika na unalipa kwa lipa namba ukiwa mbali, ukiwa unatuamini kwa sababu tumesajiliwa, tunapatikana njiapanda mtaa wa Ndanda na Muhonda hapa Dar es Salaam. Lakini hapa kuna video za bidhaa, unaweza ukabonyeza hapa ukatazama hii video ya bidhaa hiyo kwa mfano, kama hapa unaiona, unaona bidhaa jinsi ilivyo hadi navyofunguliwa unaona kila kitu. Uh, video ya bidhaa inaonekana kabisa lso uh, ukishamaliza kuona video za bidhaa utashuka chini kabisa hapa kbe avenakua na masabufa mengi, unaona Yamisha kuwa mengi haya natafuta kibiza labda sofa hili hapa, nalibonyeza sofa, mtaona hapa chini nikishuka, yamekuja masofa mengi sana, unaona eh. Uh, masofa haya hapa mengi yamekuja. So nakitaka labda kusearch, nitabonyeza hapa juu, nitabonyeza search, nitaandika labda radio, nitasearch. Uh, tukiangalia hapa vimekuja vitu vingine kwa sababu radio sio nyingi. Uh, lakini ukipanda juu hapa labda tukaandika sabufa sabufa, ee, zimekuja, zimekuja zimekuja za kutosha. Ah, labda tukaandika friji, zinakuja friji za kutosha. Unachagua hapa labda, nimebonyeza friji hii hapa, nikishuka chini, na yenyewe ina picha tatu, nikibonyeza hapa nitabadilisha, au unaweza nikabonyeza hapa pia nikabadilisha hii nikaibonyeza, nikaibonyeza pia hii, naweza nikadownload hapa picha HD labda ya hii au nikamwoyeza picha labda low quality ya hiyo kama naihitaji nao. Uh, turudi juu hapa kwenye homepage. Yes. Tukibonyeza hii mishale miwili tutarudi kule tulipokuwa. Hapa hapa pia kuna mishale miwili, ukienda kulia unarudi kule ulipokuwa, unaona kwenye homepage. Kwa hiyo turudi tulipokuwa Tutakuwa hapa, kwenye, kwa, kwenye navigation button. Button ya kusearch hapa hapa ni msaada ya video hizi. Kwenye page yote uliopo bonyeza neno au button ya msaada. Hizi ni bidhaa bidhaa zote zote zote, ukibonyeza hapa utaona bidhaa zote, aa, wakati zimeanza kuwekwa huko kwenye website mpaka ya mwisho kabisa. Na hii unayokuta hapa juu hii ndio product ya mwisho kabisa kuwekwa kwenye hii website. Na hii ndo product ya mwisho kabisa tuliweka ifriji fridge ya lita mbili imewekwa leo. Unaweza pia ukatafuta bidhaa hapa kwenye hii hii ukaona TV zimekuja, bali search TV na zimekuja nimebonyeza, labda hii hapa alitop smart ambayo ndo laki mbili na elfu arobaini na saba ah ah, kama unahitaji labda kwa punguzo lako, imepungua kidogo, njoo bonyeza chat WhatsApp hapa au omba punguzo hapa uta utaongea na sisi tutakupa punguzo. Unaweza ukabadilisha picha ya bidhaa kama kawaida hapa. Ukaona hiyo bidhaa labda shida yoyote kuna na nini. Sasa kuna button imeandikwa account au ingia. Hizi mbili ndio button za kulogin. Ukibonyeza hapa pia unaweza uwezi kuruhusiwa kuendelea mpaka ulogin. Lakini pia unaweza kubonyeza hizi button kwa ajili ya kulogin. Kulogin ni kuingia kwenye account yako kama unayo, kama uliwahi kufungua. Pia kama hauna, basi unaweza kufungua account mpya kwa kubonyeza sign up. Kwa hiyo kama unayo account utabonyeza login hapa. Ukibonyeza hapa pia, kama hauna utabonyeza hapa. Yani kama unayo account, manake ni kwamba wewe uliwahi kufungua account kwenye hii website au application hii, na ile account uliandika jina lako litapotea ili, la kwanza na la pili na neno lake la siri inabidi ulikumbuke, ukumbuke account yako. Kwa hiyo unaweza kutumia simu ya mtu yoyote ku login kwenye account yako, lakini kama hauna hizo account uh, au uliwahi kuwa na account na ulishawahi kulipa bidhaa kidogo kidogo, alafu baadaye ile account umeisahau basi, huwezi kuipata tena na ile bidhaa itapotea na salio lako litapotea. Ili uweze kusaidika, hapo inabidi utupigie sisi simu utupe jina la kwanza na la pili akaunti yako au jina la kwanza , alafu utoe maelekezo, sisi tutajua kwamba hiyo akaunti ni ya kwako, basi tutakurudishia password na utarudi kwenye akaunti yako. Kwa hiyo usifungue akaunti nyingine kama uliwahi kufungua akaunti nyingine. Hapa tunafungua akaunti kama hauna kabisa akaunti. Ndio utaandika jina la kwanza hapa, hapa namba ya simu, barua pepe yani hii ni email. Sio lazima, kama una email, achana nayo, la pili hapa, namba ya simu, njoo kwenye neno la siri hapa, utaandika neno lako la siri la kwanza lakini pia utaliandika tena kwa sababu uwezi ili uweze usijisahau neno lako la siri alafu ta sign up hapa. Ukisign up maana yake ni kwamba unafungua akaunti mpya. So sisi tuna login kwa sababu akaunti tayari tunayo. Unaweza ukalogin sehemu yoyote. Ukija hapa nyumbani unaweza ukabonyeza tena hapa pia ukalogin au ukabonyeza hii button ya account ukalogin. Pia tunaweza ukalogin hapa. So sisi tubonyeze kwenye aba account hapa. Alafu twende tukalogin kwa sababu akaunti tunayo, tunatumia akaunti ya Jemima, alafu hapa anaitwa John. Jina la kwanza ni Jemima, jina la pili John, na neno lake la siri ni, ni siri yake ya tuwezi kuitaja. Haya, tunaingia kwenye akaunti yetu. Jamani, tumeshaingia kwenye akaunti hapa kama unavyoona. Ukibonyeza kwenye akaunti yako tunaye imekuandikia hapa juu jina lako, salio lilo nalo kama uliwahi kuweka salio humu. Jinsi ya kuongeza salio humu nitakupa maelekezo hayo kwenye video nyingine inayoitwa jinsi ya kuongeza salio hapa. So tumeshafungua akaunti yetu, tuko hapa nimesha kuelekeza kila kitu kwa sababu tumefungua akaunti, tukibonyeza labda product kama hii hapa. Uh, unaweza ukatazama picha za bidhaa, ukija hapa hizi button zote zinafunguka sasa hivi. Kibonyeza lipa kidogo kidogo inafunguka, utakuja kwenye sehemu ya lipa kidogo kidogo. Kama hapa kwa mfano, ile fisa nataka nilipie kidogo kidogo, nitaandika labda hapa shilingi elfu moja hapa nitabonyeza lipa. Umeona, itakuwa imeandika hapa mafanikio, malipo ya awamu ya kwanza yamelipwa. Kuna ujumbe utakuja baada ya kuwa umeshalipa, huu hapa inakuandikia umelipa malipo ume ya awamu ya kwanza umefanikiwa kulipa malipo kidogo kidogo. Sawa, yako, malipo kidogo kidogo ukibonyeza sawa atakuelekeza kwenye akaunti yako kiasi malipo kidogo kidogo ili uendelee kufanya malipo ya bidhaa zijazo ya awamu hii kwa kwa awamu zijazo utabonyeza sawa hapa. Hii itakuwa imeleta sehemu hii kwenye client account hapa. Ni client account tumeingiaje hapa? Utabonyeza hapa home kurudi nyuma. Hapa ni home, ukibonyeza hapa utaona tunaingia kwenye akaunti yetu. Ukiingia kwenye account kwenye hii page ya kwanza inaitwa dashboard. Hii ni landing page ya kwanza kabisa hiyo dashboard. Ambapo hapa kuna salio la account yako kama una mikopo. Hii ni ni page ya takwimu dashboard ni page ya takwimu. Kwa hiyo unaona takwimu zako zote hapa. Malipo kidogo kidogo ambayo umeyafanya leo ni shilingi 4000 kama unavyoona hapa. Uh, lakini pia kuna kalenda na kuna hii sehemu imeandikwa notes. Hii notes mimi napendaga kuandika kitu. Kwa mfano unaweza kuandika namba ya mtu, mambo yako binafsi unatumia mfano kama gesi labda we, unanunua gesi, gesi tarehe uh, 25 mwezi wa 6 2025. Ukibonyeza home ukirudi, hayo maneno hayatatoka hapo, itabaki imesave. Ukirudi kwenye akaunti yako upande wa dashboard hapa dashboard shuka chini utayakuta yale maneno yako yapo hapa. Kwa hiyo unaweza kaandika hata namba ya mtu, namba ya simu au product number, unaweza kwa unaweza andika hapa, tumekuweka hii makusudi kabisa. Kwenye account yangu hapa, nikibonyeza upande huu wa kushoto kwenye hizi button tatu hapa, hizi tatu nikibonyeza hapa, utaona imeandikia dashboard. Kwa hiyo hapa niko upande wa dashboard. Kuna sehemu imeandikwa pochi na miamala. Kuna sehemu imeandikwa jumbe na barua pepe hapa kwa ajili ya message. Mikopo ya bidhaa. Kama una mikopo, mikopo utabonyeza hapa malipo kidogo kidogo hapa nikibweza malipo kidogo kidogo hapa, nitakutana na hii page ambayo inanionyesha malipo yangu kidogo kidogo yote ambayo nimeshayalipa. Ukiangalia Jemima ana bidhaa nyingi analipia kidogo kidogo, kama hii Alios, ameshalipa shilingi 1000 tu, alilipa tarehe 27 mwezi wa tano na imeshahakikiwa ni shilingi 1000. Kwenye hii sound bar hapa amelipa 4.7 tu, hii hapa 4.7, hichi kidogo kinajaa hiki chekundu hichi, unavozidi kulipa kinasogea hiki kikifika asilimia sabini na tano. Kama tukirudi nyuma kwa kutumia hizi batani hapa juu, hapa ni kuomba. Ukibonyeza hapa utajifunza jinsi ya kutumia peji hii. Ukibonyeza hapa kushoto Uh, utarudi nyuma ukienda hapa utaenda mbele hapa utarudi home hapo utaenda dashboard. Kwa hiyo turudi nyuma tulipokuwa, ukibonyeza hapa tutakuwa tumerudi nyuma kwenye page installment. Hapa ukitaka kuongeza malipo labda ya hii sound bar, nitabonyeza hapa, ongeza malipo alafu laki mbili na mia tano mimi nalipa tu shilingi mia tano awamu nitalipa, nimepungua imebakia laki mbili na elfu mbili. Malipo yale yameshapokelewa ya hii. Nataka tena nilipe elfu moja, nitaongeza hapa shilingi elfu moja nitalipa. Imebakia laki mbili na elfu moja unaona eh? kuongeza salio unabonyeza hapa, nitakuelekeza baadaye kidogo. Turudi back. tukija back nimeona kabisa kwamba malipo yameshaongezeka, namba tisa na namba kumi imeongezeka, nimelipa shilingi mia tano na shilingi elfu moja Kwa hiyo salio hii imeongezwa malipo. Sasa hivi nimeshalipa shilingi elfu kumi na tatu na mia sita tu, ambao salio ni asilimia tano pointi tatu hii hapa ya salio hii. Sasa tuongeze malipo kwenye hii freezer ambayo tuliongeza mwanzo mwanzo, tulipa shilingi elfu moja Naongeza malipo hapa, nikiongeza malipo labda nalipa tena shilingi elfu mbili sasa hivi itabakia laki na elfu tisini na tisa. Nimelipa tena nilipa labda shilingi mia tano labda elfu moja, itakuwa laki na elfu tisini na nane. Nikirudi back hapa kidogo kidogo, utaona malipo yameshaongezeka. Bidhaa yoyote ambayo unaiona, unaweza ukafanya malipo kidogo kidogo. Ukibonyeza hapa kwenye hii section kuna salio lako hili hapa lakini pia hapo tunaona kuna namba ambazo umezisajili kwa ajili ya kuwa unafanyia miamala. Hizi namba hizi ni namba ambazo ukifanya muamala, yani ukilipa kwenye lipa namba yetu kwa kutumia hii namba, basi sisi tutakuongezea salio muda huo huo, bila wewe ku prove au wewe kutuma transaction proof au malipo ya laka ambayo umeyafanya. Jinsi ya kuandika hii namba, unaweza kuongeza hapa sehemu ya rekebisha, ukaongeza namba nyingine, kwa mfano naongeza namba hii hapa uh, saba unaanza na mbili tano tano Alafu hii namba ni Voda, hii ni ya kwetu, namba yetu ya customer care ya Voda ukihifadhi hii. Kwa hiyo kama umehifadhi hii namba, umeona hapa, sasa hivi nina namba tatu za kufanyia miamala kwao. Nikilipa kwa namba hii, salary langu itaingia ta automatically, nikilipa kwa namba hii hapa pia automatically. Account yangu ni hii hapa Ukitaka kujua jinsi ya miamala yote ambayo umewahi kuifanya, kuongeza salio, utabonyeza hapa. Tazama miamala yote, kuongeza salio kwa miamala yako ni hii hapa. Utaona kila kitu ambacho umewahi kufanya hapa. Tukirudi nyuma hapa, tukija kwenye sehemu ya ongeza salio kwa njia ya simu, utachagua unataka kuongeza salio labda kwa kutumia nini. Labda wewe una nini, mimi naba nina tigo pesa haba account na salio langu ni tigo, nitabonyeza hapa. Nikifika hapa, haya maelezo ya kwanza uta, na uta, utayatumia hapa.